Korea Kaskazini, taifa linalojulikana kwa siri nzito za kisiasa na utii mkali kwa kiongozi wake, hatimaye jina la binti wa kiongozi huyo wa sasa Kim Jong Un limeanza kutajwa kwa sauti kubwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Binti huyu wa kiongozi wa taifa hilo, Kim Ju Ae, ameonekana hadharani mara kadhaa akifuatana na baba yake kwenye hafla kubwa zikiwemo za kijeshi na kitaifa. Hii ni TriGen Media. Taifa la Korea Kaskazini lilianzishwa rasmi mwaka 1948 chini ya uongozi wa Kim Sang wa pili, ambaye ni babu yake wa Kim Jong Un, kiongozi wa sasa wa taifa hilo, aliyejijengea taswira ya baba wa taifa na kuasisi mfumo wa utawala wa chama kimoja chini ya itikadi ya Juche, ambayo inatafsiriwa kama falsafa ya kujitegemea kisiasa na kiuchumi. Kim Sang wa pili alifariki dunia mwaka 1994, na, na mamlaka yake kurithiwa na mwanawe Kim Jong wa pili aliyeendeleza siasa za mkono wa chuma, huku taifa hilo likikumbwa na balaa njaa kali iliyosababisha vifo vya mamia kwa maelfu ya watu katika miaka 1990 huko. Mwaka elfu mbili na kumi na moja naye Kim Jong wa pili alifariki dunia na madaraka yake yakahamia kwa mwamba Kim Jong Un, mmoja wa viongozi ambao ni gumzo duniani kwa misimamo mikali inayofananishwa na yababu yake yan Kim Sang wa pili aliyeendeleza utemi unayoifanya Korea Kaskazini kuwa taifa pekee duniani lenye mfumo wa ufalme wa kijamaa. Kwa miaka mingi watoto wa Kim Jong Un wamekuwa wakifichwa mbali na macho ya umma, lakini kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na mbili binti yake alianza kuonekana katika maonesho ya makombora ya masafa marefu akiwa ameshikwa mkono na baba yake, tena mbele ya maofisa wa jeshi. Picha kadhaa zimesambazwa na vyombo vya habari vya serikali zikimwonyesha akiwa katikati, kati ya viongozi wa kijeshi, ishara inayotafsiriwa na wachambuzi wa mambo kuwa ni maandalizi ya urithi wa kisiasa. Katika jamii ya Korea Kaskazini, mfumo wa kifamilia wa Kim umejengewa taswira ya nasaba takatifu na kuonekana kwa binti huyo hadharani si tukio la kawaida. Hali hii inaashiria uwezekano wa mwanamke kurithi uongozi wa taifa hilo lenye mfumo wa kijeshi na wa kiume kwa kiasi kikubwa kwa mara ya kwanza katika historia ya uongozi wa taifa hilo. Korea Kaskazini inatajwa kuwa miongoni mwa mataifa yaliyofungwa zaidi duniani. Raia wake wanaishi chini ya udhibiti mkali wa serikali. Vyombo vya habari vyote vinamilikiwa na dola. Intaneti ya kimataifa imepigwa marufuku kwa wananchi wa kawaida. Redio pamoja na runinga zinapokea matangazo ya serikali pekee, Huku kila familia ikitakiwa kubandika picha za viongozi wa familia ya Kim ukutani. Na kuna ibada za heshima zinazofanyika kwa kumbukumbu kumbu ya viongozi hao. Kukosoa serikali ama kujaribu kukimbilia nchi jirani kama Korea ama China ni kosa linaloweza kumgharimu mtu adhabu kali kama vile kifungo cha muda mrefu au hata hukumu ya kifo. Chini ya Kim Jong Un taifa hilo limewekeza kwa kiwango kikubwa sana katika silaha za nyuklia na makombora ya masafa marefu. Majaribio ya makombora yamekuwa yakifanyika mara kwa mara na kuzua taharuki kwa jumuiya za kimataifa, hasa Marekani, Japan na Korea Kusini. Katika hafla nyingi za kijeshi, binti wa Kim ameonekana karibu na mifumo ya makombora ya kisasa jambo linalotafsiriwa kama ujumbe wa kisiasa kwa ndani na nje ya nchi hiyo kuwa nasaba ya Kim bado ipo na itaendelea kuwepo. Sana iwapo binti huyu ndiye atakayekuwa mrithi wa baba yake yaani Kim Jong Un, huenda itakuwa ni historia mpya kabisa iliyoandikwa katika taifa ambalo halijawahi kuongozwa na mwanamke, japo ni ngumu kutabiri juu ya siasa za Korea Kaskazini lolote bado linaweza kutokea, kutokana na taifa hilo kuongozwa na maamuzi ambayo mara zote hugubikwa na usiri mkubwa. Wakati mataifa mengine yakipitia mifumo ya kidemokrasia, Korea Kaskazini inaendeleza historia yake ya kipekee ya utii mkali, nguvu ya kijeshi, siri nzito, japo kuwa kwa sasa zinazagaa tetesi za uwezekano wa mtawala ajaye kuwa mwanamke kutoka familia ya Kim. Hili ni jambo la kusubiri na kuona na hii ni TriGen Media.